Sentensi yetu ya tatu, kitenzi ni lala, twende. Wao wana lala. Aha, wao wana lala, weka kikomo. Wana hawa, wao hawalali, weka kikomo. Ya nne Kitenzi ni ruka, twende pamoja. Nafsi ya tatu wingi, wao wanaruka. Wao wanaruka, wakiwa sasa. Tukikanusha tunasema wao, mm -mm. wana hawa ah. Wao wanaruka, tunakanusha na tunasema wao